Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Dua baada ya kunywa maji, watakiwa useme alhamdulillahi ladhi sakani adhiban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Alhamdulillahi ladhi, shukrani zote au sifa njema nastahiki Allah ambaye sakani adhiban furatan birahmatihi, ameninyosha mimi maji matamu. Adhiban furatan birahmatihi, maji matamu tena. Walam yajaaluhu, e, birahmatihi, kwa rehma zake. Walam yajaaluhu milhan ujaja bidhunubina, wala hakuyafanya kuwa na chumvi na machufu na machungu kutokana na madhambi yetu hakuyafanya kuwa nachumvi, na chumvi na machungu kutokana na madhambi yetu. alhamdulillahi lladhi saqani adhiba furatan birahmatihi walam yajalhu milhan ujaja bidhunubina. Hiyo ni dua baada tu ya kunywa maji, watakiwa useme dua hiyo.